tunarithi kila kitu mibaki tu bibi, eh, tuende tukarithi, si tunarithi, hii ni mila. Haya, habari zenu ah, eh, sasa jana nilifanya uh, uh... ni interview na wazee, by the way mm, wazee wa jamii mm, ya Luo nationally, mm -hmm. Mm, wanasema wanapanga kufanya teroburu in, in two weeks. Yes, ni tamu hiyo. Teroburu ilifanyika wanasema ilifanyika kwao, ni kama haifanyika because they feel they need Odinga vizuri nitakuwa sure. Mm. So narudi Bondo. Okay. Ngombe lazima ingie kwa hiyo nyumba. Okay. Wapupua wa hapo alafu watoke na mlango ya nyumba, kama wazee walisema, si lazima waingize ngombe. Wow. Kwa sababu sawa sawa, hata nje ni sawa. Yeah. Kwa sababu unajua ni kwa nini? Mm. Wanasema awe, awe. Nyumba yake haina mlango ya nyuma mm. Mm -mm, mm. Si hiyo kwa sababu mm. Penye wanazika si kwake wanaikwake kwa siiuawanaaawaa itoe oni yangu, nimesikia ukiongea mambo ya speech ya watua kwa matanga ilikuwa napitana kila mtu alikuwa analeta yake, na kulingana na akili yake, na kulingana na bila. Naona sasa, so mm, so sisi wote tumesema mm, na tunaenda na ward ya mzee wetu, na spirit imebaki. Mwili imeenda, sauti imeenda, lakini spirit imebaki kwetu sisi. Kwa swali tunauliza, kama watu wa podium, tumewachwa wapi? Tuliwachwa kwa serikali au, mm, tuliwachwa kwa opposition? Hiyo ndio swali namba 1. mm. Mtu ambaye anakuja kukua party leader wetu tutamuuliza, utatupeleka kwa government au unatupeleka kwa opposition? Opposition hatuwezi kwenda kufanya kazi na kuchaguliwa. Afadhali wacha tubaki peke yetu. Hiyo number one. Kwa sababu madharau ametuonyesha na vita ametuonyesha. Unajua, mtu akipata msiba, hata kama ni ndugu yako, usikie ulikosana juu ya shamba, lakini wakati unapata msiba, hizo mambo ya shamba unaweka kando, ndio sasa unaenda unazika ule mtu wake. ya pili opinion yao bila wanaongea wote, wameongea the same Raila wadi yake ya Musa alisema sisi wenyewe 2027 tutakuwa na cabinet, na amesema 2027 bado atujaamua ni nani atasimama, lakini akusema tutoke kwa serikali kitu watu hapo. Acha niguzie watu, wataguza babo wino na sifuna, take my word, December kama bado atakuwa kwa chama Watakuwa mwiti amri, lakini kama watakuwa na tii amri, watoke mapema, kwa sababu bila wanataka tukupeleka, wanataka tupeleka kwa opposition. Opposition tunaenda kukaa na nani? Hiyo ndio sasa tunauliza, opposition tunaenda kukaa na nani? Na pia sasa hii Kalonzo kiwekwa ndio run mate ya opposition, sasa hii tumegeuka, kwa sababu madharau mtu ameungana nayo

Nilifurahia uh, kuona but pia, nilifurahia pia kusikia ukweli. Ukweli ni moja ya enye tunaogopa sana kama Wakenya, tunaogopa sana nani anaenda shall... mm. kuchukua ya vitu zinafanyika wakati mtu anaibiwa kura, tulisema akuwa itaka kuwa president.

Itamwambia yeah, because haiwezi kuwa time yangu na nipaka, eh, time yako nataka ni kupake ina ila time yako ulinipaka pilipili kwa macho I will do the same so that you can feel the same and uh, one thing I want to say uh, from ODM right now I want every person to do whatever you feel like. Sisi ni sisi ni wajaluo. I respect lawyers, lawyers did too much yesterday, too much, too much, they do everything. Tumekuwa hapa tukipingana tuki, tuki about, about, um, natembea. Natembea yesterday, did a lot

So kila mtu yesterday alifanya kitu alifanya na tu, we are so grateful for whatever person alifanya. Na tutalipisha. Vile vile alisema tutalipisha. Ikifika time yako kama ulitupaka pilipili tutakupaka. But one thing ilika ilikama ni ile speech ya gavana, gavana, my gavana ambaye ni Orengo. Orengo alisema wacha tuite vehicle. 2017 Raila alipigiwa kura. Na watu walimwibia alikuwa hapa. Mm. Alisema hey, na kijaluo right. Yeah, wenye walimwibia wako wapa watu alibia, eh, Raila Kura. Raila was a good person. Kuangalia vitu mimi, kuna vitu sikupenda kisifanya, but come to realize mtu alikuwa anafanya. Raila was, he was for good. Munisaidie kutap guys, munisaidie kutap screen. Mm. So yesterday ungesikia kitu Gavana Orengo alisema. Gavana Orengo alisema kitu ya kwanza, tumewahi kuwa na watu wanakufa hapa ujaluoni, imekuwa held in Nyanza, mugala muwe, lakini akeake mpe ruta amefanya kazi eh? eh, na Jaluo community lakini Si watu wa kupendwa, What do you mean by that? Uh, kuna shida. not even don't even usipatie mtu hiyo focus hao ni watu wanataka kujifanya they understand the world they understand the world. You don't understand anything. Me myself ama Luo, I don't understand anything, everything about Luo una na understand huyo ni mkumbavu yeye. Leosin... anajua vitu zengine. Usipatie mtu kama huyo huyo, ni mtu wezi mconvince, muache vile yako, kitu wezi control. Wezi control kitu inatoka kwa mdomo ya mtu kitu mtu anafikiria So unamwacha, hizo ni vitu unaangalia, una, una unaachana nazo, kitu yote uwezi control. You no... rara kidogo, rara kidogo tu na Gadafi, kuna kitu ulikuwa umegusia ati ati Gachagua amefanya nini, oh, ka ntaguzia hivi, Gachagua bila meviei kwa hii mauti bila imetokea, haifai kama wewe ni kiongozi ambao unataka kukua kiongozi wa nchi. Okay, ame behave aje. Ame behave aje. Hata kama usikizane na mtu au kama upendi mtu. Mtu akipata msiba, unatuma hata rambirambi au unatuma mtu wako. Au hata junior, au hata bibi yako, au hata kijana wako. To present wewe kwa family. Mm. Kama example, sasa mimi ni family pamoja na wewe. Sasa ingine tulikuwa tunakosana vurugu nyumbani, nyumbani huko juu ya shamba. Mtoto wako apasi. Mimi kama ndugu yangu, sasa sitakuja kwa sababu tu wanagombana juu ya shamba. Sio, mambo nitaweka nyuma, alafu nitakuja. Kama mimi mwenyewe sitakuja kwa sababu niko na hasira, nitatuma bibi yangu au nitatuma mtoto wangu au nitatuma mama yangu, present kama mimi. Lakini hiyo all and all hakufanya hako na kitu ingine unajua, kama sisi bila sasa tumebaki, unaona je, kila mtu sahi ana ana tupo maneno kwa ODM, pande ino pande hii wanavuta ODM, makuja pande ino pande hii, kwa sababu unajua sasa hii ODM hawana leader ambao umeshakuwa stable. Bado kitu nataka kukuambia na ujue, hawa watu wote, election ikifika, wanataka kiti ikuwe ni governor, ikuwe ni MC, ikuwe ni nini, take it to the bank. Wale ambao walikuwa wanapinga Raila kama wako live, hawatapata kiti. Wengine hata kuja na hata picha Raila watapata viti. Wengine hata kampeni na maneno zake ya mwisho watapata kiti, kwa sababu ile chungu bado tuko nayo na ile spirit bado tuko nayo. Sisi tunaona mzee lazima tumpeleke maneno bila ile alikuwa anataka After Ruto kurudi, ndo sasa mambo zingine itakuja baadaye, lakini sahii wale tumewachwa kwa government ndio tunabaki hapo. Kwa sababu gani? Wao kisema speech yao ni tofauti? Speech yao haina tofauti, ni vile vile. Mtu naona vile, mtu naona jo aitoa speech, mimi napenda kabisa. Alisema sisi tumewachwa kwa government na mtu naona ni ngumu. Wao naona hawezi fuata yeye mwenyewe, ndio atawacha chama, si chama itavunjika. Simple like that. Eh, afadhali ujenge nyumba yako kuliko jenge uvunje nyumba ya baba yako ndio jenge ufuate wafasi wako control. Kwa sababu nikuulize Saidi hapo, wewe unajua chama ni nyumba ya mtu, ni mtu binafsi. Hizi jina zingine ni kuweka tu. Kwa sababu gani? Ule mtu alianza hii chama ndio na control hiyo, ni nyumba ya mtu. Hata kama useme nini, leta chama yote hapo masheria zake chama yoyote ni hivyo, Kenya hii. So sisi tuko hapo, wale ambao tunaona tunafanya vibaya kukua hapo, unataka tuende wapi? Saidi, nikuulize, waende wapi? <laughs> Hmm. Wale pia Wakenya walikuwa naona Raila afanyi kazi sasa, wachukulie pale, amewachia wamalizie Bill, ndio hii imepitishwa social media, waende maandamano. Sasa sasa, Rara chukua, endelee pole, nilikuwa natamani kusikia upande wake vile alikuwa anasema ya ya ya amefanya nini haswa, but but you you clarified Rara, yeah yeah good good good. Nani ilikuwa nimeona huyu hivi one one thing thing understand understand understand hk hk hk one thing you understand, nobody choose nobody ameshuka ameshuka ameshuka. Mimi naona ama, let me just tell him it's good to understand that nobody choose to be from certain tribe nature choose for for us <coughs> for us. Wale wanaamini kwamba Mungu alichoose ni hiyo, pia nature choose for us to be be in this tribe tribe, and if you you feel your tribe is superior you should be loved ile ah, mnafa mpendwe au wengine wafai kupendwa na ufia familia yako yako itakuwa itakuwa na ufia familia kama waende maybe the the utahitaji mtu mkubwa kwa familia yako. Kama ni unafikiria hivyo I worry about your kids, but misawa, pili, eh, ni sawa. Kitu cha pili nataka niongelee eh, babo wino na Sikuna most of the time ungesikia Sikuna na Ngilu na nani wakiongea wakiongea wa watu, most of the people so waiongeawatu Sikuna alisema kitu moja anytime ali meet baba after baba kulose election. After baba baba kulose election election ungempata peke yake, na akamwambia, alisema alimwambia, mzae, we need to plan for the next election the same. Na Ngilu, Ngilu pia akasema, anytime Raila angelose election ungempata peke yake

pale pale nini, uh, 2017 when baba alikuwa anaenda ku take the uh, the the, the the oath ya kukua the people's president. Watu wengi watu wengi walimkola, alisema watu wengi walimkola sana, mpaka Barack Obama mpaka mpaka nani, um, Magufuli the late Magufuli akamkola, akamwambia no don't, don't do it but baba ali akuwasikiza Baba alisikiza watu, kitu watu, Baba, yeah. ndio, Baba watu, watu wanataka, kila Raila, Raila, Raila angeacha Raila ange simu yako na pick, simu ya mama mzee kutoka eh, hapo mm. mm. If you want to to be like like Raila, listen to people. People people are telling you. I I interviewed, interviewed onona, onona, And they were like, saying, Sisi, we have a different Raila. I mean, theia like the person that you guys know on TV is a different person that we interact with. Yeah, anatembeaga tu kwa village, anasalimia watu anasaidia watu and all that. So he was a different kind of a person. Raila, Raila never walk with a siren in Bondo. Let me just tell you that Raila akwaitembea na siren in Bondo na mya um...